Kenya kufikia lengo lake la utoaji wa huduma ya tohara ya hiari kimatibabu kwa wanaume VMMC kwa mwaka uliomalizika ni Juni 2024. Katika kipindi hicho, jumla ya taratibu 65,550 pekee ndizo ambazo ziliweza kufanyika dhidi ya lengo la watu 97,220 ikimaanisha kuwa zaidi ya wanaume elfu 31 hawakufikiwa kama ilivyopangwa. Lengo la kitaifa ilikuwa ni kufikia ama kufanyika kwa tohara kwa wanaume elfu 97 na 220, na hiyo ilikuwa ni mpaka kufikia Juni 2024. Lakini sasa, imeelezwa ni watu ama wanaume elfu 65 pekee ndio ambao wamefanyiwa tohara huku kukiwa na pungufu ya zaidi ya watu hao elfu 31 upungufu unaashiria changamoto zinazokumba juhudi za kitaifa katika kufikia malengo ya afya ya umma hasa kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU kupitia tohara ya wanaume utoaji. Wa huduma hii ni sehemu muhimu ya mkakati wa taifa wa kuzuia virusi vya ukimwi. Mpango wa tohara ya hiari ya kimatibabu kwa wanaume nchini Kenya kupitia VMMC umekuwa ukitekelezwa kwa muda sasa, ukilenga kuongeza idadi ya wanaume waliotahiriwa, hasa katika maeneo yenye viwango vya juu vya maambukizi ya VVU. Tohara imekuwa ikionekana kupunguza hatari ya maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kiasi kikubwa. Kenya imepiga hatua katika utekelezaji wa VMMC na viwango vya tohara vimeongezeka katika maeneo mengi ya nchi. Hata hivyo, baadhi ya maeneo kama vile mikoa ya Nyanza bado yako nyuma katika kufikia viwango vilivyotarajiwa. Changamoto ambazo zimeelezwa kukwamisha mafanikio hayo ni hali ya hewa; mvua kubwa katika maeneo mbalimbali ilitatiza shughuli za utoaji wa huduma. Imani na utamaduni, yani mila na mitazamo ya kijamii bado ni kikwazo kikubwa, hasa miongoni mwa jamii ambazo kihistoria hazijakuwa na desturi ya tohara. Shughuli za kazi, yani wanaume wengi waliripotiwa kushindwa kupata muda wa mapumziko kazini ili kwenda kupokea huduma hiyo. Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia 34 walitaja sababu hii, huku asilimia 26 wakieleza sababu za kitamaduni. Imeelezwa kuwa ili kuongeza mwitikio wa huduma ya VMMC kuna haja ya kutumia mbinu shirikishi kama vile kuunganisha tohara na hatua zingine za kuthibitishwa za kuzuia VVU, kulenga makundi ya wanaume walio katika hatari kubwa ya maambukizi, kujenga uhamasishaji wa jamii kwa kushirikiana na viongozi wa kijamii na kijadi, kufikiria motisha kwa faida ya muda au harama ya wanaume wanaojitokeza